Rais William Ruto amezitaka hospitali zote nchini kutoa takwimu za maafa yanayotokea kwa akina mama na watoto hasa wakati wa kujifungua, ikizingatiwa kwamba baadhi ya hospitali huficha takwimu hizi. Rais ameahidi kushirikiana na magavana wa maeneo yanayoshuhudia maafa haya kwa wingi kuimarisha viwango vya matibabu na kupunguza visa hivyo. Amezungumza wakati akipokea ambulenzi na vifaa vya matibabu kutoka kwa shirika la WHO katika ikulu ya Nairobi. Fred Wambua anatuarifu. Taifa la Kenya kwa kiasi kikubwa limeshuhudia vifo vya kina mama na watoto hasa wakati wakijifungua katika mahospitali mbalimbali. Baadhi ya mahospitali yakifichilia takwimu za maafa yanayofanyika katika maeneo yao. Rais William Ruto ametoa agizo kwamba ni lazima hospitali zote za kibinafsi au umma kutoa takwimu ili serikali iweze kuangazia jinsi ya kukabili changamoto hii. Every facility.

Rais akisema kwamba sio jambo la busara maafa haya kuendelea kufanyika nchini, hivyo atashirikiana na kaunti na viongozi ambao maeneo yao yanashuhudia maafa hayo kwa wingi kuboresha viwango vya matibabu ili kuyadidimiza.

Shirika la Afya Duniani WHO limepeana rasmi ambulansi na vifaa vya matibabu kuboresha sekta ya afya. Waziri wa Afya Aiden Duale akisema vifaa hivi vitatumika kuboresha afya ya kina mama na watoto wakati wa kujifungua. The

Rais ameshukuru shirika hili kwa kuendelea kushirikiana na Kenya kufanikisha afya kwa wananchi nchini. Fredrick Kwambua, undugu TV.